Wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, thamani ya mfuko ilikuwa trilioni 4.8, eh, ile Machi 2021. Lakini mpaka kufikia Februari 28 mwaka huu 25 eh, thamani ya mfuko imekuwa zaidi ya trilioni 9.2. Sasa hali hilo ni ongezeko la zaidi ya asilimia tisini na mbili. Kwa nini tumekuwa na ongezeko kubwa kiasi hiki katika miaka minne, na ukizingatia kwamba SSF imekuwepo muda mwingi tangu enzi hizo ikiitwa iki, iki, iki NPF. Eh? Tangu mwaka 64. Moja ni hilo ambalo limewaeleza sera nzuri za wawekezaji ambao zimevutia sana wawekezaji. Tumesajili wanachama zaidi ya milioni moja na kuwa specific katika kipindi hiki cha miaka minne mpaka 28 Februari mwaka huu tumesajili eh, wanachama milioni 1,521,176 na hilo sasa limepelekea ongezeko la michango katika kipindi cha miaka minne hii tumekuwa e, na michango ya jumla ya shilingi trilioni 6.99, ni takriban bilioni trilioni saba. Hizo sasa, ukiangalia zile hesabu zetu za ukaguzi zilizokuwa audited na CAG utaona hiki ninachosema na maana gani, kwa sababu katika mwaka kwa mfano wa 2021 22 tuliweza kukusanya makusanyo ya trilioni 1.4, lakini mwaka uliofuata 22 23 tukakusanya trilioni 1.7, mwaka wa 23 24 tumekusanya trilioni 1.9. Unaona jinsi ambavyo makusanyo yameongezeka, lakini hiyo inaendana sambamba na ongezeko la la michango na, na, na wanachama wa mfuko.